Young African Petroleum Association, ama YAP ikishirikiana na Wizara ya Uchumi wa Buluu Zanzibar imeandaa mikutano ya maonyesho ya uwekezaji wa mradi wa mafuta na gesi ili kukuza uwekezaji wa mradi wa huduma za mafuta na gesi. Hayo yameelezwa na mwasisi mtendaji wa YAPA Bwana Hamza wakati akizungumza na waandishi wa habari Kendwa katika ukumbi wa Rock Hotel hapo jana. Event yetu ya New African Dimension uh, of Oil and Gas Conference and Exhibition ambayo inatambulika kama NADU 2025 First Edition ni mwelekeo, mtazamo mpya wa sekta ya mafuta na gesi kwa Afrika. Uh, eventi hii imekuwa organize by jumuiya ya vijana kama nilivyotangulia kusema YAPA, uh, in collaboration na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar. Uh, kwa lengo kuu au kuwa na outcome ya uh, ku promote investment lakini pia ku showcase project, product, service and solution. Bwana Hamza amesema lengo la kuwekwa tamasha hilo ni kuwekeza uwekezaji wa mradi wa huduma za bidhaa za mafuta ta Afrika. Aidha Bwana Modriki Kasim Kitwana ameeleza siku za kufanyika tamasha hilo ya maonyesho hayo. 30. na, na kwa upande wa tutaifanya kwa muda wa siku tatu ambayo utafanyika tarehe ishirini na saba tarehe ishirini na nane mpaka tarehe ishirini na tisa ambao kwa usiku tarehe ishirini na tisa tutafanya half day, maana yake tutamaliza mpaka saa saba tutakuwa tumeshamaliza exhibition hiyo. Uh, kwa siku ya tatu ambao tutakuwa tunafunga hii conference pamoja na exhibition, tutakuwa na galadina ambayo ni shughuli ambayo itakuwa itafungwa na ita, itakuwa inafunga hii conference yetu pamoja na exhibition, na tunatarajia kuwa pia nayo tutakuwa na, na mgeni ambaye atakuwa atafunga shughuli hiyo. Pia kutakuwa kuna tunzo pamoja na certificate ambazo tutazitoa kutoka katika taasisi ya YAPA, kutoka na Wizara ya Uchumi wa Bluu, kwa kushirikiana nao tutawakabidhi kwa wale exhibita wetu pamoja na na, na wadau mbalimbali ambao tutakuwa tumeshirikiana nao kufanikisha jambo hili. Tamasha hilo litafanyika katika hoteli ya Kendwa Rock kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 29 mwezi wa 6 2025. Amnesef, Samal Online TV <muchasimu>